Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niweze kuwapasha niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, ni kope lako sikio. Tafadhali sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili taarifa zetu ziweze kuwafikia watu wengi. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ameweza kuchoma taifa la Tanzania, ameongeza moto, ameongeza msumari moto kwenye kidonda ambacho bado hakijaweza kupona Tanzania. Ninamaanisha nini hii? Serikali batili pamoja na haramu ambayo ipo mamlakani waliweza kuua wananchi, wakaogelea kwenye damu ya wananchi zaidi ya elfu kumi wakaketi madarakani. Hii leo wanataka kutuambia kwamba kuna nchi ambazo zinaonea taifa la Tanzania wivu kutokana na rasilimali ambazo wako nazo na ndio maana waliweza kuleta vurugu Tanzania. Mwigulu Nchemba anaona Watanzania ni wajinga na ndio maana nipo hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba ninawaeleza yale yote ambayo yanaendelea, ni kuchanganulie uweze kuelewa. Huyu Mwigulu, njema njeng, Nchemba alikuwa upande wa Tunduma kwenye ziara ya kikazi ya hii serikali yao haramu. Alipokuwa pale, mpenzi mtazamaji, nilimsikia kwa masikio yangu. Anasema kwamba kuna nchi ambayo iliweza kulipa wanaharakati kuanzisha vurugu Tanzania. Wacha nikuulize, kama wako na ushahidi kwamba wananchi waliweza kulipwa ili kufanya vurugu Tanzania, mbona wao serikali hawakulipa wananchi wasiandamane wasi? Kwa sababu nimejaribu kumsikiliza huyu Mwigulu Nchemba nimeona nikana kwamba hana akili. Anaeleza kwamba eti kwamba rasilimali ya Tanzania kama vile uranium ndio inafanya mataifa mengine yanaonea wivu Tanzania, na ndio maana wamechangia kuleta vurugu pale ndani ili kuweza kuchukua rasilimali hizo. Wacha nikuulize, mpenzi mtazamaji, rasilimali zinaweza zikachangia watu zaidi ya elfu kumi kuuawa alafu wanataka kutuambia tu kwamba wanaharakati walilipwa ili kuchochea maandamano Tanzania. Wacha ni kueleze, viongozi hawa wanataka kuwekea lawama zote wanaharakati wenye walijitolea kusimama imara na Watanzania ambao walikuwa wamekataa kata katakata utawala wa kimabavu. Sasa hii serikali imegundua kwamba wananchi hawa wasikilizi. Kitu ambacho wanataka kukifanya ni kuchonganisha wananchi na wale wanaotukana, tukana wa yale mataifa yale, wale mataifa wanaotukana. Mimi niwaambie tunasoma wanachokiandika, tunasoma wanachotukana. Na yule yule aliyehamasisha maandamano amekiri kwa mdomo wake kwamba kuna taifa moja limetusaidia, kafungiwa fungiwa maakaunti yake, anasema na lile taifa lililotusaidia, na wenyewe wapaze sauti waendeleze fujo, waendeleze vurugu kwenye nchi yetu. Watanzania, amkeni! Hilo sio jambo la uchaguzi, hilo wala sio jambo la vyama, ni rasilimali. Ninyi hamjawahi kufuatilia hapa Afrika, muone mambo yanavyofanyika. Ukiona chui anamshambulia mchungaji, lengo lake sio mchungaji, ni wale kondoo rasilimali ndo maana watu wanaungana kwa nguvu yote ile rasilimali. Wanatambua Tanzania imegundulika uranium, yamegundulika madini adhimu ambayo Tanzania itakuwa nchi ya kwanza Afrika, na mengine yako Songwe hapa yamegundulika. Tanzania itakuwa namba moja, na yale ndo madini yanayotafutwa duniani kote. Tanzania itakuwa miongoni mwa nchi tisa duniani na ya kwanza kwa Afrika. Na ninyi mnajuaga nchi zikigundua rasilimali, wale wanao meza ya mate rasilimali wanafanyaga nini ili wazipate? Wanafanya fujo na baadaye wanakuja kama wapatanishi, na baadaye wanatoa silaha, watu wanapigana, wao wanachota rasilimali. Walifanya katika baadhi ya mataifa hapa, ninyi hamjawahi kuona ninyi mnachukulia mambo poa poa, yaani Mwalimu Nyerere kaota tangu yuko kijana kwamba tujenge bwawa la Mwalimu Nyerere. Pale Rais Magufuli akasema tujenge, wale wakubwa wote walikataa, yeye akasema tutajenga kwa fedha yetu ya ndani. Mradi ukaanza, asilimia kama ishirini na saba hivi Mama Samia akapokea, zimetumika zaidi ya trilioni sita nukta tano mradi ukakamilika. Sasa nchi ina ziada ya megawati zaidi ya elfu mbili za umeme. Watu wanakaa, mwingine yuko sijui Marekani, mwingine sijui Afrika Kusini, mwingine sijui sijui Nairobi sijui wapi, wanasema nendeni mkalipue na lile bwawa, alafu na wewe mtanzania unashangilia. Wacha niwaeleze watu ambao wameweza kuwaua wananchi Tanzania ni Samia, Mwigulu Njemba na hawa viongozi haramu ambao wako madarakani, na wameweza kuwaua wananchi kivipi? Wamewaua wananchi kwa sababu ya rasilimali hizi hizi ambazo Mwigulu Njemba anasema kwamba ndizo ziliweza kufanya mataifa mengine kuleta vurugu Tanzania. Unaona hizi pesa ambazo Mwigulu Njemba anasungumzia, vile vile haya mali ya uranium ambayo Mwigulu Njemba anasungumzia, ndio walikuwa wanataka kulinda ndio maana wakaamua kuwaua wananchi kwa mtutu wa bunduki. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, leo Marekani imewekea vikwazo viongozi wa Tanzania pamoja na wananchi wa Tanzania wasisafiri Marekani. Nimeona eh, Tanzania ikipigia Marekani magoti kupitia kwa utawala wa Samia wakipigia Marekani magoti eti kwamba waweze kuondoa marufuku hiyo. Alafu anataka kutuambia tena, sijui Marekani ndio iliweza kuleta mapigano Tanzania. Haya mataifa na mashirika ambayo Mwigulu Nchemba anasema kwamba yaliweza kuingilia kati ni yale ambayo yalisimama imara na Watanzania yakakataa kitu ambacho kinaitwa udikteta. Kama Mwigulu Nchemba anafikiri kwamba kuna mataifa ambayo yaliweza kulipa wananchi raia wa Tanzania waandamane, Nchemba yuko na tatizo la akili, anapaswa kupelekwa Muhimbili akachunguzwa akili, kwa sababu hakuna mwananchi mwenye anaweza akalipwa ili kuweza kuleta vurugu katika taifa lake. Hakuna, hakuna. lakini udikteta ambao unaendelea Tanzania wananchi kukamatwa, kuzuiliwa, kama vile Tundu Lisu, hayo ndio yalichochea wananchi mpaka kuleta vurugu. Alafu Tanzania wanakuja kusema eti kwamba wananchi waliandamana kwa sababu walilipwa pesa yani. Hii serikali na Mwigulu Nchemba wanafikiri kwamba Tanzania ni kikabu chao. Unajua, nimemsikiliza huyu Mwigulu Nchemba, nimeona nika kwamba anafikiri Tanzania ni yake. Tumeona viongozi ambao wako na vifua na wameishia kwa mchanga. Wao wameua wananchi, alafu hawataki kabisa hata kutishika. Wamezika nyoyo za wananchi kwenye kaburi la pamoja. Alafu wanataka wananchi waweze kusahau hilo, si ndio? Wanataka wananchi waweze kusahau hilo. Nikueleze tena mpenzi mtazamaji, akina Humphrey, pole polepole walipotea utekaji nyara. Viongozi wengi wametekwa nyara kwa sababu serikali haitaki mtu ambaye anawapinga. Hiyo ni kumaanisha, mpaka hao ambao wameweza kutekwa nyara, wananchi wasizungumze wakizungumza hivyo, basi Marekani imeweza kulipa wananchi pesa wakaandamana Tanzania. Wananchi wema ambao mnanisikiliza, ni wakati mwafaka, tunapaswa kusimama ili tukatae uongozi wa kufikiria kijinga kama huu ambao upo madarakani ukiongozwa na Samia wakishirikiana na Mwigulu Njemba. Sijawahi ona mtu ambaye anaweza kalipwa eti kwamba aweze kusaliti nchi yake, hakuna. Hii serikali inataka kuchanganya wananchi na kuwaambia kwamba sijui wanaharakati ambao walikuwa wanawaambia watanzania waandamane walilipwa. Walilipwa wapi? Hakuna mtu ambaye anaweza kalipwa ili kuharibu amani ya taifa lake, ila wananchi walikuwa wanakataa kitu ambacho kinaitwa udikteta kukataa kitu ambacho kinaitwa uongozi mbaya. Angalia Mwigulu Nchemba akiulizwa mambo na kazi, anaambia vijana jiajiri, lakini wananchi wakisema kwamba wataandamana kwa sababu hakuna ajira, anaanza kusema sijui madini ndiyo yanafanya wananchi wamelipwa na mataifa ya kigeni ili kuchonganisha wananchi. Juzi wameuza uwanja wa Kilimanjaro kuelekea kwa Waarabu, uwanja wa ndege wa Kilimanjaro kuelekea kwa Waarabu. Lakini wananchi wakiuliza maswala nyeti kama haya, utasikia sijui ni Marekani imeweza kulipa wananchi kuweza kuandamana. Watanzania ambao mnaniangalia, tuamuke kutoka kwa shimo ambalo tupo, tujisimamie, tujipiganie ili kuweza kujiletea ukombozi Tanzania. Tusipozungumza hawa viongozi watatuona kama mazuzu, watu ambao hatuna sauti. Wazo lako ni lipi?